Kwa majina Said Sud Said Hilal, natokea Tanga imaong hala, mnaumri wa miaka 21. Kwa kazi ninafanya biashara tu za mafukanazi na biashara zingine tofauti tofauti. Kipaji changu cha mpira nikifahamu wakati nasema sila msingi shile, nilikuwa nicheza tu mpira kawaida, lakini wenzangu walikuwa wananiambia Saidi na kituna kitu na kitu so wakati naendelea vile, bahati nzuri, namkumbuka mwalimu wangu wa msingi, mwalimu Abdala, alinichukua siku moja kwenye timu za shule, wakati nacheza tukimadarasa interclass. So wakati nafanya interclass vile, akanipa na jukumu la kucheza namba nane, alhamdulillah, nicheza. Na pale ndo mwalimu wangu aliona, Saidi, ingia hapa kwenye mpira, cheza mpira, cheza mpira, una kitu. Nafanya jambo fulani, cheza mpira kwangu mpaka sasa to be bright, kwa sababu jinsi ninavyocheza ninaonyesha, na kama nitapata tu sponsi nzuri, basi naamini nitakuta sehemu nzuri. Kwa sasa ni hizo sponsi tu, ambazo manejmenti yangu haiko vizuri hivo, lakini kama nitapata manejmenti nzuri, basi naamini na nitakuta mbali zaidi. Changamoto kubwa ndio ni first kwenye klabu yangu, cha kwanza ni vifaa, vifaa ni hafifu, wachezaji ni wengi infrastructure nao pia si nzuri, ambayo inaturuhusu wachezaji kucheza. Kauli mbili tu yenyewe ya SportPesa Game Changer, Pasi kwa Pasi mpaka Ubingwa, inaonesha kabisa mvuto wa jinsi ya mapambano ya wewe mwenyewe binafsi, ulichokoa nacho talanta yako paka kufika hapo. Utakapofika ni kwamba wanabusi jambo fulani, yani la kimwinuko, wewe mwenye na talanta yako laki, na jinsi yenyewe hata watakapokuwa nataka kukuboost na wewe pale ifikie talanta yako, cha kwanza ni motisha sha kwamba umempa mtu jezi kwa mfano, alikuwa na pea moja, leo anatumia hiyo pea moja, kesho chafu, amekosa kutafutia bajeti labda kuifulia, au labda bajeti ya kufulia nayo imeshindwa kukauka kwa mda kwa changamoto labda za kimvua nini nini, umempa jezi jingine leo, umemwongezea idadi ya kumvutia zaidi kuja uwanjani, kwa sababu kwa upande fulani wanatubusti sana kwa kutuletea vifaa, mipira, soksi, jezi, wanatuongezea kikubwa sana kwenye kuza talanta zetu.